Lakini Tomaso alikuwa mwanafunzi wa Yesu, alikuwa mwanafunzi wa Yesu, alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Yesu ukisoma listi ya wanafunzi wa Yesu, ukimsahau Tomaso, ile listi itapelea ame, itapelea. Tomaso yumo ame, shida ya Tomaso, ukona hata anaponya, ukona Tomaso na ubii. Tomaso ndiye alikuwa karibu na Yesu, Tomaso alikuwa na moyo mgumu ana imani mpaka Yesu amefufuka. Tomaso Yesu anamwambia ni mimi, usinirekile. Wewe unajifanya wewe kweli, sauti yangu hii? Tomaso hapa hapa hapa hapa mwamba, ni wewe kweli? ni wewe uliyefanya ile mikate ile kutoka mbinguni? ni wewe uliyefanya ile ile samaki zile ta zikalisha maelfu? ni wewe kweli? A, bado Tomaso si ni mimi. A a, bado, hapana, wewe utakuwa ni mzimu, sio wewe Huyu ni mzimu umetoka kaburini, sio, sio, a -a, sio. Tomaso, a -a, ili ni nikuamini nione alama yale matundu yale matundu ya nini sumari, matundu ya misumari Yesu akainua, hapana, a -a, itakuwa umechona hapo, hiyo ni rangi. Hapana, mpaka nitumbukize kidole kitokee upande wa pili oa, Tomaso. Tomaso. Kwa uhubiri kama kina Petro. Petro alikuwa hata Shimoni, anaingia yani alisha muamini mwamba, haleluya. Yani Petro amjui Yesu, wamekutana ghafla, from nowhere. Kama wewe kukutana Pastor Peter, a man from nowhere, haleluya. Umeingia tu a man from nowhere yeah. Ndivyo Yesu alipokutana na Petro, kaambia Petro, hey. Nani wewe? Mbona niita jioni, mlaingia kuvua kuvua samaki watengeneze mkate wa kila siku. Anasikia mwamba anamwita Yesu Petro, hey, ujamaa, mbona sura ningeni na jina langu amejuaje? Sura ningeni na jina langu amejuaje? Haleluya, it doesn't matter what you say bro, nataka nikufanye kuwa mvuvi wa watu Tupa nyavu na unifate. Sema tupa nyavu, sema tupa nyavu, sema tupa nyavu na unifate. Mtu asikuulize kwa nini unamfata, kwa nini unamjua alipotoka. Tupa nyavu na unifate, na tupa tupa nyavu na unifate. Na sema, tupa nyavu, nasema nasema nifate, nifate. Muujiza wako upo kwenye kutupa nyavu na ukanifata muujiza wako nimebeba safari yako nimebeba ndoa yako nimebeba paspoti yako nimebeba watoto wako nimebeba mume wako nimebeba kazi yako nimebeba mshahara wako nimebeba pesa zako nimebeba safari yako tupa nyavu don't question me don't question me nimesema tupa nyavu masi nifate Mwimaji tupa nyavu nifate. Hey. Bwana asipiwe. Hey. Sabani tupa nyavu nifate. Hey. Haluya. Hey. Haluya. Hey. Petro akaangalia baba yake, Dudu. Pole sana nyavu yako hiyo. Leo <laughs> tavua mwenyewe. Jamaa hey. Akamfuata Yesu. Petro alikuwa na imani ya juu. Hajawahi kukutana na Yesu, ni mara ya kwanza. Mtu anakuambia nifuate, kama ni chinga chinga, kama muuaji nyonga nyonga, kama ni mbakaji. Lakini nyamaa, alitupa nyavu. Imani. Yesu alimbadilisha Petro, kutoka kuwa mvuvi wa samaki na kuwa mvuvi wa watu. Ukiongea miongoni mwa mitume waliokuwa kali, mitume waliotenda miujiza Peto yumo katikati yao katika mitume wote, mitume waliotisha kwa miujiza, Peto yumo katikati yao. Viwete walitembea kwa yule aliyekuwa mvuvi wa samaki, viwete walitembea kwa yule waliyozawawika, familia yao walikuwa wavuvi, familia yao walikuwa maskini. Vipofu waliona, vizii wasikia, hata wafu walifufuka kwa yule yule aliyekuwa mvuvi wa samaki tupanya kufanya. Amen. Na Mungu asifiwe. Amen. Unamwamini Pastor Peter? Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Unamwamini? Unamwamini chungaji wako? Haleluya. Yesu akawaambia wanafunzi na wake, "Kama unanipenda, Petro, kama unanipenda Kondoo wangu na uwalishe kondoo wangu. Amen. Na wewe kama unaniamini mimi niliyetumwa na Mungu kutengeneza maisha yako, shika Ufufuo na Uzima, itabadilisha maisha yako. Shika Ufufuo na Uzima, itakufanya kuwa nabii katikati ya familia yako. Shika Ufufuo na Uzima Itarudisha yale majira yaliyoliwa na nzige na parare na madumadu, yatakuwa ni majira ya baraka juu ya maisha yako. Sikiliza, tufani ivume, upepo upige, kasia haitapasuka pasuka, wala kasia haitayumba yumba, itafika inapotakiwa ifike, na wote walio ndani ya mashua watakuwa salama kwa jina la Yesu salama kwa jina Yesu, hakuna aliye majeruhi, hakuna atakayevunjika mguu, hakuna atakayevunjika mkono, na mashua itakuwa salama kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako sasa. Simama kwa miguu yako. Imani, imani, imani. Ni muujiza wa maisha yako utakapokanyaga mahali hapa Amen, utakapokanyaga mahali hapa, imani yako iwe mzigo wangu, hapa ndipo napotulia. Believe that. Believe that. Utanishukuru mi baadaye, utanishukuru mi baadaye. Ukikanyaga hapa, usiangalie vumbi iliyoko hapa, usiangalie mabati yaliyoko hapa, usiangalie shati yaliyovaa mchungaji Usiangalie suruali aliyovaa mchungaji, usiangalie viatu alivyovaa mchungaji, usiangalie nywele za jirani yako, usiangalie alivyovaa mtu mwenzio, Mkristo mwenzio, ukikanyaga mahali hapa jua hapa ndipo ninapoponea. Hapa ndipo mizigo yangu inapoishiria, hapa naitulia mizigo yangu hapa, hapa I believe. Mungu anayefanya kazi maali. Maana ni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Sema, kwa jina la Yesu mizigo niliyo nayo idondoke, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu mizigo mizito niliyobebeshwa na wachawi na waganga idondoke, iliachie kwa jina la Yesu. Imani yangu iliyoshuka na inua sasa, imani yangu iliyoshuka na inua sasa, imani ya maombi, imani ya muujiza na inua sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu anza kuinua imani yako, tamka: imani yangu inuke, imani ya maombi, imani ya muujiza, imani ya kutenda kwa busara inuke ndani yangu.